Warumi au Waromwa, Warumi, ushawahi kuona zile namba za kiru, Kirumi eh? una zinaandikwaje? Zina, zina, zina tumia alfabeti, alfabeti. Mm. Namba za Kirumi ai si ndio yes. E, e, x si inaongeza ngapi? Sasa unaijua lugha ya Kirumi inaandikwaje, yaani maandishi yake? Nakupa homework hiyo, naenda, kajifunze lugha ya Kirumi inaandikwaje, maandishi yake E, ni hizo, hizo A, B lakini zinageuka geuka. Na hizo jamii mba zote ambazo umezitaja hapo ni jamii ambazo zimeshiriki mchakato wa kuunda sana nyota za binadamu au so, mfumo mm wa maisha wote, yani mifumo yote unayoyona hii, fizikia, biolojia, kemia ma ona vyote hivi you unaovyona know, vikorokoro vyote mpaka haya mambo unaona ya ugunduzi wa siu, ni vitu gani simu, kompyuta, vitu gani vyote, michakato yote imepitia kwa watu eh, ni kitendo tu cha kuendeleza na kumodify basi, e. Lakini tumalizia hapa sasa kwa Warumi. Warumi wao sasa ndio walikuja kubadilisha kila kitu sasa. Wao walifanyaje? Wao sasa ndio waliunda na kutafsiri mfumo wa nyota hizi kumi na mbili baada ya kutoka kwa Wagiriki wa Misri hawa waliunda imifu, waliunda kwa majina kutoka kwa Wagiriki, na hapa sasa wao walitafsiri kutoka kwenye lugha zingine kuzileta katika Kilatini. Ndio maana unaona Warumi, ukienda hata Roma wanaongea wana, wana nini, lugha gani ile inaitwa Kilatini, sindio eh? Roman wanaongea Kilatini, Kilatini. Eh. Eh, Kilatini. Sasa utajiuliza Waroma hapa katikati, walitafsiri mambo mengi kuyatoa kwenye lugha zingine kuyaleta kwenye Kilatini, na kutoka kwenye Kilatini kuyaleta kwenye Kiingereza, usimenielewa eh? Sasa kuna baadhi ya maneno yalibaki vile vile kwenye Kilatini, eh? tumeelewana vizuri. Kuna baadhi ya maneno yalibaki vile vile kutoka kwenye nini, Kilatini, yanabaki kuwa vile vile. Nao maneno ni yapi sasa? Ndio tunaanza kuyataja leo sasa hayo maneno tunaanza kuyataja leo na ndio maneno maarufu sana wamekuwa wakiyatumia sana sana na hiyo ilikuwa ni miaka gani maana watu wanaweza kuwa wanajiuliza ni miaka kipindi gani ni karne fulani ambazo zimepita hapo karne za um, miaka mia elfu nne iliyopita na miaka elfu tano iliyopita huko kwa hiyo ni miaka tu sio mirefu sana ukilinganisha na wale wa Babeli kule lakini sasa huo mfumo wa nyota kumi na mbili ambao tunahitaja miezi kumi na mbili Waroma walitoa walikopi kutoka kwa Wagiriki huko kutoka kwa Wamisri, walitoka kwa, kwa Babeli. Sasa hizo nyota kumi na mbili zimeanzia wapi? Kwa Babeli. Toka huko kwa Wamisri kuja mpaka kwa Warumi wakatafsiri kwenye Kilatini. Kwa, kwa hiyo Kilatini kuna baadhi ya maneno maana, tunasoma hata kwenye biolojia, tunayasoma kwenye kemia, tunayasoma kwenye jiografia e, bado yajabadilika ya kutoka kwenye lugha halisi au e, ya Kilatini Mm -hmm. Asa, hizo nyota kumi na mbili majina yake ndo haya hapo ambayo kimsingi nitaanza kuyataja hapa ili watu wao na yaelewa. Kuna majina umeyasikia, nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota kumi na mbili inaitwa Aris. Aris kwa Kiingereza au Kilatini sasa. Yani Aris kwa maana ya kwamba ni moja kati ya miongoni mwa majina ambayo yapo kwenye hizi nyota kumi na mbili ambazo hizi nyota kumi na mbili walizijuaje au zilitambulikaje? Zilitambulika kutokana na mzunguko wa sayari zetu kwenye mzunguko wa jua au kwenye solar system yetu mm. Hey, yani, solar system hii nyota kumi na mbili ambayo tuna eh, I mean, sayari Venus, Jupiter. Mbona Venus, Jupiter? ni majina haya ya Kigiriki ya Kilatini, haya ni miungu hawa wa, watu majina haya yaliyotajwa hayo Venus, Jupiter, Saturn, ona subi... <laughs> ile Sunday, si Monday, Tuesday, yana maana yake haya kwa aa wa Wagiriki, yana maana yake kwa aa wa Warumi na Walatini, Kilatini. Kwa hiyo usifikiri tunayataja tu kwa bahati mbaya, tunayataja kwa maana kuyaenzi pia vile vile mm. kama hujashtuka basi, ndo hivyo ndo ukweli kwa haya majina sasa. Tukienda hizi nyota kumi na mbili sasa hizi nyota kumi na mbili kwanza zinatambulika kama Zodiac. Zodiac. Zodiac ni neno la Kilatini ambao watu hawajui. Sasa nakufanulia Zodiac pia ni neno la Kilatini narudia tena. Na, na, na kabla hujaendelea mm, uh, Monday, Tuesday, Sunday, mm, nini nini huko ni majina ambayo ametokana na Wagiriki Wagiriki. Yeah. Sasa nani ameshiriki katika kutafsiri hizo siku kwa Kiswahili Safi sana. Haya majina baada ya kupewa maana, baada ya kupewa maana kutoka kwenye Kilatini kuyaleta kwenye Kiingereza, kwa hiyo ikawa moja kwa moja kufahamu kutoka kwenye Kiingereza kuleta kwenye Kiswahili. Walikuwa wanakusudia nini? Kusudi la kuita hivi ilikuwa ni nini? Tunarudi kwenye michoro sasa, kwa hiyo michoro ndio ikaleta maana Siku moja ni nikuambia hapo kwamba dunia tunaishi tuna, tuna kwenye ulimwengu wa ishara na alama. Kwao alama inaweza kupelekea kupa maana, ishara inaweza kupelekea kukupa maana. Kwao ukitambua kitu fulani hivi ukakiangalia, unajua ni kitu fulani. ni Kwa hata baada kipindi cha nyuma huko wa Babeli, walikuwa wanatafuta maana hivyo hivyo, wakiona kitu fulani, kitu fulani, wanagundua kitu fulani kwa hata hivi pia kuzipa tafsiri kutoka kwenye Kilatini kuleta kwenye Kiingereza, kutoka kwenye Kiingereza kuleta kwenye Kiswahili au kwenye lugha zingine, ni lugha ya ishara na alama ambayo imetupa kuleta maana ya kitu fulani, kama vile tulivyokupa maana wewe, jina unaitwa Witi, lakini wewe sio Witi, wewe ni kiumbe mwingine. Sawa? <laughs> Sawa, <laughs> Witi. Kwa hiyo hizi nyota kumi na mbili kuna kipengele ndani ya unajimu kinaitwa zodiac. Sawa, hii zodiac ni neno la Kilatini ambalo kwa tafsiri ya Kiswahili neno zodiac ni mzunguko wa uhai, ni mzunguko wa uhai, tena mzunguko wa uhai. Sio mzunguko wa uhai tu, mzunguko wa uhai wa wanyama. Simenielewa? Wanyama, ndio maana unaona majina mengi mle yametajwa wanyama, wanyama, wanyama, wanyama, wanyama, wanyama. utasikia utasikia kondoo, utasikia sijui punda, utasikia sijui I amini mean, hey, <laughs> hey, ka nge kwa hiyo zo mbuzi. Kwa hiyo nilijua utauliza, ndio maana nikakwambia kwanza kuna kitu ndani ya unajimu kinaitwa zodiac. Kwa hiyo watu wengi, walimu wanaofundisha elimu ya nyota wanashindwa tu kuwafanulia wa watu vizuri hapa. Zodiac, zodiac ni neno la Kilatini ni neno la Kilatini ambalo litafsiriwa na hawa Warumi na limetokana na asili ya hawa Babeli huko. Ehe. Sasa ili zodiac hii ndo ina hizo e, mzunguko wa vitu kumi na mbili kufuata miezi kumi na mbili kulingana na tarehe na mzunguko wa hizi sayari au, sayari au nini nyota ya jua nyota ambayo inaitwa jua au solar system. Umenielewa, ile solar system, jua linalowaka angani lile, lina mambo makubwa sana. Hei, na vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna wakati niwaambia watu, kama mnataka kuelewa mambo, rudini mkasome solar system vizuri, pale kuna mambo makubwa sana. Jua na mwezi, jua vina vitu vikubwa sana. Venus ina vitu vikubwa sana Jupiter, sijuu nini hawa sayari zingine hizi, umeona, eh? Saturn, eh, zina mambo makubwa sana, tusiyachukulie poa kwa zodiac ina eh, zodiac ina zodiac ndio ina hizi nyota kumi na mbili. Sasa ambao hii zodiac ni kwa Kiswahili nimekwambia ni nini? Ni, ni mzunguko wa nini wa uhai. Nafikiri nitakuwa watu wanaweza kuona hata kwenye picha tutauweka, si ndio? Kwao mzunguko wa uhai wa wanyama kwa. Sasa huo mzunguko wa uhai wa wanyama kwa nini ulikuwa ni mzunguko wa uhai wa wanyama ulikuwa ni mzunguko wa uhai wa wanyama kwa sababu uh, wakati wanapiga mahesabu, wakati wanaangalia, wakati wanaangalia nyota hizi waligundua kitu kikubwa sana. Hawa wababeli waligundua kitu kikubwa sana, waligundua kwamba vitu vilivyoko angani, narudia tena, vitu vilivyoko angani vina asili ya vitu vilivyoko ardhini hapa, na vitu vilivyoko hapa ardhini vina asili ya vitu vilivyoko angani. Kuna uhusiano mkubwa wa viumbe vilivyoko hapa vitu vyote na vilivyopo kwenye hizo sayari zingine. Sio, mmenielewa? Kwa hiyo katika mekanizmi ya kutafuta maana ya vitu fulani fulani wakagundua kwamba kuna haja ya kuvipa maana ya majina au mizunguko ya uhai, ndio maana una baadhi ya majina, unaona kondoo e, unaona sijui e, punda. Kwa, ngoja kwanza nitaje haya ya majina, si ndio? Nyota ya kwanza katika mzunguko wa nyota 12 ambayo na imepewa jina la Kilatini inaitwa Aries. Aries ukitafuta maana kwenye Kiingereza au ukitafuta maana kwenye Kiswahili chepesi tu utakuta imepewa maana ya nini? ya nini? ya kondoo au kwa Kiswahili pia wengine wanachanganya hapa, kondoo au punda Eh, unaweza ukasikia punda au kondoo ni kitu kimoja, ni nyota moja, nyota ya kwanza katika mlolongo wa uhai wa zodiac, nyota ya kwanza kabisa, Aries ambayo hii itakuja kuifafanua na yenyewe sasa ndani. Tazama ndani, namna kutafuta, namna kutumia, njia ipi sahihi na vitu vingine, sindio? Lakini hili asili ya neno hili ni neno la Kilatini ambayo lilikuwa ina maana ya kondoo dume, eh, kondoo tutakuja kufundishana baadaye ya mambo si ndio? Lakini asili yake ni hawa Wababeli, si umenielewa? Na ilipewa maana ya mwanzo au kitu cha kwanza kabisa cha mapema, kitu cha mwanzo, umeona. Na kwa nini walisema hivyo? Kwa sababu ndio inaonekana ya kwanza katika mzunguko na mlolongo wa nyota kumi na mbili. Lakini nyota ya pili katika mzunguko wa ua wa uhai wa zodiac katika unajimu, nyota ya pili ni Taurus. Taurus ni neno pia la asili ya Kilatini, hilo lazima uelewe. E, ni asili ya neno la Kilatini. Kama wewe unasomaga nyota tu ujui, sasa leo ujue Taurus ni neno la Kilatini ambao lina maana ya ng'ombe. Ng'ombe huyu ng'ombe. Kwa hiyo e, wenyewe hawa hii leo itoka wapi? Kwa Babiloni hawa. Unaona, Babeli wa Babeli hao, Babeli walikuwa na mambo makubwa, kwa hiyo ipo siku tutakuja kuwazungumzia, lakini nyota ya tatu ni Gemini. Gemini na hili Gemini limekuwa linaonekana hata kwenye baadhi ya nani social nini, nini, tunasema hata kwenye nani, nimeona sasa hivi AI artificial intelligence kuna Gemini ipo kwenye Google, haujui tu maana ile Gemini. Gemini neno la Kilatini eh kwenye zile nini chat GPT na kuna kuna kitu kinaitwa Gemini AI sindio? na vitu vingine Gemini ziko nyingi sana kwenye social media. Lakini Gemini walikuwa wanamaanisha nini? Gemini walikuwa wanamaanisha mapacha, sawa? Mapacha kwa ukisoma katika lugha za Kilatini utakuwa unaelewa hichi nachokimaanisha. Ni neno pia la Kilatini vilevile, maona zaza mm, na lina maana yake kama nilivyokwambia. Lakini nyota inaofata sasa, ambayo tukitoka kwenye Gemini nyota ya ngapi? ya yani, nne ambao ni kasa. Kasa ni neno la Kilatini vile vile. Kasa, kuna wanyama fulani wako kwenye maji wanaitwa ka, unawafahamu e? wanaofanya baharini, au kama umesoma shuleni darasani, utakuwa unaelewa hichi ninachokimaanisha kasa. Ka na neno la Kilatini vile vile. ambalo hili lilipewa maana kwa maana ya kwamba mnyama wa baharini, si umeelewa? Lakini mara nyingi sana huyu ka, kwa sababu yuko baharini na anajificha sana alipewa maana ya ulinzi ama kubeba hisia fulani au ulezi au ni mtu, ni kiumbe fulani. Kama ushaona tabia za kaa, ni kiumbe fulani hivi ambaye anakuwa na msiri sana lakini ana ni mkali sana pia vilevile. Ukimchezea vibaya anaweza akaku aka nini ile meno yake akaku. eh, akakuuma akaku, akaku. Jina jingine ni eh, Leo au Lion tunasema eh. Eh, ni neno la Kilatini hili pia, ya okay, okay. e, tano, ambayo ni simba, ni simba, simba huyu simba. Kwa hiyo ukisikia nyota ya simba, simba. Wow. Yeah. Labda pengine mtu nyota yake simba, pengine ng'ombe, yeah. anakuwa pia ana sifa kama za wanyama? Hapana, yeah, sure. Yaani kupewa sifa ya, ya maana ya mnyama inawezekana ni sawa, kwa sababu tabia za species hiyo iko zikoje, ndio maana wakazipata majina e. Na binadamu, kwani si binadamu ni nini? Ukitoa jina Witi e, si mnyama tu <laughs> e, au unasemaje, si ndio? Eh, kwa si ni wanyama, so hata wanyama pia wana tabia za kibinadamu hapa. Kwa hiyo e, ni jina ambalo tumepewa, limepewa maana kulingana na aina fulani ya mnyama fulani. Kwa hiyo ni neno pia la Kigiriki ambalo simba sasa, lenyewe lina maana fulani ya kiroho, ambayo ni mnyama mwenye nguvu. Kwa hiyo kama ni mnyama mwenye nguvu, mjasiri, mpambanaji, simeelewa? Mwenye kufahamu mambo, maarifa fulani, simeelewa? Mtaalamu wa kuinda <laughs> unajua simba iporini. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, hata watu hivyo hivyo, wabunifu hawa, wapambanaji, yani mnyama fulani hivi umeelewa Simba. Kwa hiyo na yeye pia ana mambo yake huko ndani, tutakuja kuyaelezea siku moja katika series za exclusive zetu, si ndio? Lakini kuna nyota nyingine ambayo ni ya sita sasa, inaitwa uh, Vago. Sema Vago. Eh, Vago ambayo Kiswahili chake imepewa maana ya mashuke. Mashuke, unajua maana ya mashuke? Tukisema mashuke, tueleze sasa hapa leo tuelewe. Eh, mashuke ulishawahi kupita? Ni kama tuchukue mfano baharini, baharini ulishawahi kuona kuna kitu fulani kina, kama kinguo fulani eh, kinakusanya upepo eh, kama ngama fulani, nafikiri watu wa baharini watakuwa naelewa eh. Eh, kitu kama hicho ni kitu fulani hivi ambacho kinasafirisha uh, kina uh, kina kina eh, mtumbwi au boti eh, eh, nafikiri wanaelewa naelewa, si ndio? mashuke Eh, kitu kama hicho nadhani watu watakuwa wanaelewa, lakini pia hii imepewa maana ya nguvu fulani, kwa sababu ni inaendesha kitu fulani, na ujasiri na ufahamu wa vitu fulani, sawa na ubunifu pia vilevile vile, hii ambayo uh, tunaita nini uh, vago